Ya, e, leo tarehe kumi mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano kesi leo mkabili mwenyekiti wa e, Chama cha Demokrasia na Maendeleo cha CHADEMA Tundu Lissu ilikuwa inaendelea naendelea e, Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa e, Dar es Salaam, na leo tulikuwa tunaendelea na shahidi namba mbili, PW2 e, ambaye jana alishatoa ushahidi wake kwa maana ya submission chief na leo sasa lilikuwa tunaanza zoezi la yeye shahidi kuulizwa e, maswali ya dodoso kisheria e, tunaita cross examination. Sasa, na katika maswali hayo kimsingi kwa kifupi sana e, shahidi ameulizwa, alianza kuulizwa maswali yanayohusiana na kauli ambayo e, shahidi alisema kwamba mheshimiwa Tundu Lissu alisema kauli ya kwamba e, mheshimiwa Tundu Lissu alisema mahakamani ya kuendeki na kumekuwa kuna hatua e, mbalimbali zimechukuliwa kudai mabadiliko ya kikatiba kwenye nchi yetu, kwa shahidi ameulizwa maswali mengi ikiwemo kesi mbalimbali mbali, ambazo zimewahi kufunguliwa kutoka miaka 1992-93 mia kesi za e, mchungaji Mtikila e, za kupinga wagombea binafsi na kesi hizo e, zilishindwa mahakamani, lakini pia ametoa mifano ya kesi nyingine nyingi kwenye mahakama tofauti tofauti mahakama za Afrika mahakama ya Afrika Mashariki ambazo zote amemuuliza shahidi na shahidi amesema hana uelewa wa mapambano hayo e, ya kudai mabadiliko ya kikatiba kwenye taifa hili, lakini pia shahidi ameulizwa maswali mengine yanayohusu E, tume mbalimbali mbali, ambazo zimewahi kuwa zimeteuliwa na marais ambazo zilipendekeza mabadiliko ya katiba na e, mapendekezo ya tume hizo hayajawahi kufanyiwa kazi. Pia shahidi ameulizwa maswali mengi kwenye eneo hilo, na majibu yake kiujumla, shahidi amesema kwamba e, hafahamu na hana uelewa kwenye maeneo kama hayo. Sasa e, mara baada ya kufika hapo, miongoni mwa jambo lingine lilotokea leo ni utaratibu wa kisheria e, kwamba shahidi anaweza akatoa kielelezo eh, hata wakati wa kuulizwa maswali ya dodoso. Kwa utaratibu, tunajua upande wa Jamhuri huwa wao wanamwongoza shahidi wake kutoa baadhi ya vidhibiti au vielelezo kadhaa. Sasa shahidi huyu ametoa maelezo yake yote, lakini hakutoa yale maelezo yake ambayo yaliandika polisi. Na ilivyofika wakati wa kuulizwa maswali ya dodoso, mheshimiwa Tundu Lissu sasa akawa na e, anamwongoza kwamba aweze kutoa maelezo yake yale ambayo shahidi aliweza kuyaandika pale polisi, na lengo likiwa ni kumcontradict shahidi na kile ambacho amekisema mahakamani na kile alichokiandika akiwa polisi. Sasa tulipofika kwenye hatua hiyo e, wa upande wa serikali wameweka pingamizi kwamba maelezo hayo yasipokelewe kwa sababu ya e, masharti kadhaa ya kisheria ambayo e, hayajazingatiwa na mheshimiwa Lissu amejijibia jambo hilo kwamba ameametoa ame, ame, ame ombi hilo la maelezo hayo yapokelewe kwa kufuata taratibu za kisheria, na zipo kesi mbalimbali mbali, ambazo mheshimiwa Tundu Lissu amezizungumzia e, za mahakama ya rufaa na mahakama kuu ambazo zinaeleza huo utaratibu na yeye ameufuata utaratibu huo. Sasa mheshimiwa majaji wamejarisha kesi hiyo, wamesema uamuzi wa e, pingamizi hilo dogo la ma, maelezo ya shahidi PW2 ambaye ni inspekta wa jeshi la polisi kasaba, e, e, afande John Kaaya kwamba maelezo yake hayo yatapokelewa na mahakama au hayatapokelewa uamuzi huo mahakama imesema itautoa siku ya Jumatatu tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 2015. Kwa hiyo mwaka 2025. Kwa hiyo mchakato wa kuendelea kuulizwa maswali ya dodoso Shahidi utaendelea siku ya Jumatatu eh, na pamoja na mahakama kutoa uamuzi wa kwamba maelezo hayo yataingia kama sehemu ya ushahidi wa upande wa utetezi kwa maana ya ushahidi wa eh, Mheshimiwa Tundu Lissu swala, so, hilo nalo pia litaamuliwa siku ya Jumatatu, na pengine kama maswali ya dodoso yataisha, basi tutaendelea na kusikiliza mashahidi